Na, eh, Adrian, tumeiona namna eh, ambavyo Yanga imecheza mechi yake ya kwanza ya ligi mm. Wanapata ushindi wa goli tatu kwa moja. Kwanza we mchezo uliouonaje? yeah, mchezo wa Yanga ya mchezo wa Yanga nilivyouona kwa dakika zote tisini ni mchezo ambao uligawanyika kwenye vipindi viwili tofauti, kwa maana ya kwamba performance ambayo waliionyesha Yanga kwenye kipindi cha kwanza na performance ambayo wameonyesha kipindi cha pili, hasa kuanzia dakika ya sabini baada ya kuingia kwa Pacome zuzwa mm pamoja na Mohamed Dombia ni performance mbili tofauti, kwa sababu Yanga ya kipindi cha kwanza ilikuwa haipo na kasi kubwa sana. Yaani, wakati wakiwa na mpira wanamiliki wao mpira, walikuwepo wazito sana kufanya maamuzi ya haraka kuelekea kwenye lango la Pamba Jiji, kiasi kwamba ilikuwa inapelekea inawafanya urahisi kwa Pamba Jiji, hasa kwa Kevin Nash, ni kwenye eneo la katikati kushinda mipira mingi sana, kwa hiyo Yanga kipindi cha kwanza of course, walifunga bao, waliongoza kupitia kwa Lassen Kouma, mm, lakini hawakucheza vizuri kama watu wengi walivyotarajia, kutokana na aina ya wachezaji tulimuona kina Ekua, Celestin of course ni wachezaji wenye kasi, lakini maamuzi ambayo wanayafanya wakiwa na mpira si maamuzi sahihi sana. Lakini kipindi cha pili, baada ya kufanya mabadiliko, tuliona ingizo la Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye alikuwa na mpira mguuni Unaona maamuzi yake ya haraka, dribbling yake uh, ni mgumu sana kumpokonya mpira, lakini pia jicho la pasi ambalo analo ah, Muhammad Doumbia akiwa na mpira naye anafanya maamuzi haraka. Kwa hiyo baada ya kuingia kwa hao wachezaji tuliona fluidity, yani timu inanyumbulika sana kuanzia katika eneo la katikati na maeneo ya pembeni, lakini pia bila kumsahau Mudathiri haya ambaye aliingia kuchukua nafasi ya Lassine Nkouma. Kwa hiyo nimeiona Yanga ya tofauti ya kipindi cha kwanza na kipindi cha pili lakini kiujumla unaona ni, ni Yanga ambayo inacheza soka la very direct yani Yanga hii ukiniuliza, Yanga hii sasa hivi ya mwalimu Ro, Romain Folz, na Yanga zilizopita tofauti yao kubwa ambayo naiona kwa sasa ni kwamba Yanga sasa hivi ni Yanga ambayo ipo very direct, kwa maana ya kwamba ikishika mpira, mwalimu Romain Folz, kwa falsafa yake ambayo nimeiona kwa michezo ya hivi karibuni, anapenda zaidi kutumia mawinga yani, mawinga ni watu muhimu sana kwenye kikosi chake. Unamuona Edmund John kamata wa mpira Edmund John anakimbia kwenye maeneo ya pembeni, utamuona Celestine kuwa anakimbia, lakini pia alivyoingia Pacome zuzu pia anawatumia sana mawinga kwa hiyo imekuwa Yanga tofauti sana, tofauti na ile Yanga ambayo watu wameizoea. Kwa maana Yanga ya mwalimu kama uh, Nabi ya Yanga ya Gamont ni timu ambazo zilikuwa zinatumia sana viungo katikati katika ku, yani walikuwa wanashambulia zaidi kupitia katika eneo la katikati wa wao silaha yao wa kubwa ilikuwa anawatumia viungo katika kutengeneza nafasi. Tukua tunaona Stefan Azizki, wakina Aucho, wakina Mudathiri ndio watu ambao wanahusika sana kwenye umiliki wa mpira, lakini wanahusika sana katika kufunga mabao. Lakini kwa Yanga hii nimemwona mwalimu uh, Folz amekuja na falsafa mpya ambayo anawatumia ana zaidi mawinga katika uh, kufunga mabao yao. Kwa hiyo huo ndio mjadala ambao sasa hivi upo Yanga. Of course uh, hawajafungwa. Uh, wanashinda katika kila mchezo ambao wamecheza chini ya Romain Folz. Uh, lakini pia uh, defensive wise yao wameruhusu goli moja tu dhidi ya uh, Rayon Sports ya Rwanda, lakini michezo yote waliocheza mpaka hivi sasa hawajaruhusu goli, lakini watu bado hawajazoea au hawajazoea hiki ambacho wanakiona kwa Romain Folz kutoka kwa Yanga zilizopita, ndio maana kumekuwa na minong'ono kwamba Yanga inashinda, lakini bado watu hawataki, hawapati kile ambacho wanakitarajia kutoka kwake. Lakini nikukumbushe pia, wakati anakuja Nasir bin Nabi, wakati anakuja Gamondi, wakati anakuja Sid Ramovich mashabiki walikuwa hivi hivi, yani bado lewi, uye, walikuwa bado hawaelewi mwalimu huyu anacheza kwenye falsafa gani, lakini pale ambapo walipoanza kumuelewa pale ambapo walipoanza kumuona timu inavyocheza inavyo flow, ndio walianza kumuelewa kocha. Lakini kwa sasa hivi Romain Folz bado watu hawajamuelewa nini anakifanya kwa sababu wanaona timu inashinda lakini Uh, hawaoni timu ikicheza vizuri. Kwa hiyo minong'ono hiyo ipo, lakini kwangu mimi ninachokiona ni kwamba Romain Folz amekuja na, na falsafa au mbinu mpya za kutumia zaidi mawinga wake wa pembeni tofauti na makocha wengine waliopita ambao walikutumia zaidi maeneo ya katikati ya kiwanja. Kwa sasa hivi Yanga unaweza kuiona uh, wanatanua sana pembeni wakitumia waki zaidi mawinga na hata kuwaona Mohamed Hussein kwa maana beki wa kushoto au Uh, Shadrack Boka au uh, Israel Patrick Mwenda wakipanda, ni nadra sana kuwaona wakipanda, wanapanda katika incidence chache sana, tofauti na Yanga zilizopita. Kwa hiyo hiyo tofauti kubwa ambayo watu hawajaielewa na kuanza minong'ono kwamba hatujamwelewa Romain Folz na falsafa zake, lakini kwangu mimi, kwa jicho la kiufundi, kwa jicho la kiuchambuzi, naona ni falsafa mpya ambayo wameiingiza ambayo inahitaji muda kwa mashabiki viongozi na watu wengine kwa ujumla kuelewa Romain Folz ni kocha wa namna gani na anapenda kutumia mbinu za, na, za namna gani. So far mpaka hivi sasa unaona uh, Yanga imeendelea pale ilipoishia kwa maana ya kupata ushindi katika kila mchezo licha uh, ya kwamba watu hawajaelewa performance, lakini bado Yanga inaendelea pale ilipoishia.